Mzee Msuya alikuwa mwalimu wangu. Mzee Mwinyi alivunja serikali mara mbili mwaka tisini na mwaka tisini na nne. Alipovunja baraza la mawaziri mwaka tisini na nne kwanza, mwezi Novemba ilikuwa Disemba, siku moja akaniambia njoo nyumbani sema nitafanya mabadiliko ya serikali nitakufanya kuwa waziri wa fedha, sio sasa, lakini jiandae. Alipovunja baraza la mawaziri, mzee Malecela akaondoka kwa makamu wa rais na waziri mkuu, akamchagua Cleopa David Msuya kuwa waziri mkuu. Baada ya kumwapisha, nie ndo likawa mtu wa pili kuapishwa na nimeapishwa kwa maelekezo kwamba sasa nenda Paris kazungumze na mafa, na wafadhili walikuwa wameamua kuto kuisaidia Tanzania. Na ugomvi wetu ni kwamba hatukusanyi mapato, kwamba wanasema nyinyi mna sisi tunawapeni pesa kwa kodi za watu wetu, lakini ninyi hamkusanyi kodi. Kwa hiyo misheni ya kwanza alinipa mzee Mwinyi, hakikisha kwamba wafadhili wanarudi. Kwa mwalimu wangu sasa, akawa ni mzee Cleopa, aliwahi kuwa waziri wa fedha, ananifundisha namna ya kuzungumza na wakubwa wale lakini ichokuwa tunaomba kule ni kitu gani? Kwa sababu ya matatizo yetu ya pesa za kigeni, mkutano ule tulikuwa tunaomba kitu kinachoitwa balance of payment support. Wanatuuliza, nyinyi katika mapato yenu yote ya fedha za kigeni mtakusanya kiasi gani, na mahitaji yenu ya imports na matumizi ya nje ni kiasi gani, pengo lenu kiasi gani? Kwa pale wanakaa Uingereza, anasema nitawapeni dola milioni 50, Norway sabini, World Bank wanajazia pale, ndio mnajazele.